Bwana show kamili ama show yote ya msanii Harmonize ambayo ilifanyika maeneo ya Songea kule, nimezidi kukuwekea hapa mbele uweze kuitazama show hiyo bwana. Kama kawaida, unajua sasa hivi ni wakati wa kampeni na kampeni, basi lazima wasanii wote waweze kuandikwa. Kwa hiyo e, wanapopiga show, basi show zote kamili itakuwa unazipata kwenye hii channel ya Umbea Media TV. Sasa wewe Uh, zidi kusubscribe, alafu zidi kufuatilia na zidi kukujulisha mambo mengi tu ambayo yanatokea, sio habari za siasa tu. Kuna muda nakupa za mziki kama hivi na show zote na kuwekea ili uweze kuburudika. Unajua ukiburudika, ndio hivyo tunazidi kusonga pamoja. Sasa fika hapo mbele uweze kuitazama video hiyo ya msanii Konde Boy akiwa na kiwasha maeneo ya Songea. E bwana, hii hapa show ya msanii Harmonize aka msanii Konde Boy, ambao alikiwasha maeneo ya Songea kule. Unajua sasa hivi a, ni mwendo wa kampeni e, Oktoba pale e, inakuwa ni mwezi kabisa wa kupiga kura. Sasa hivi mwezi wa nane, e, mwezi wa tisa pia ni miezi ambayo watu wanapiga kampeni sana sana. Sasa show zote ambazo zitakuwa zinafanyika atakuwa unazipata hapa kwenye channel hii ya Umbea Media TV. E, bwana show zote za msanii Harmonize e, bwana Mario, yani wasanii wote tu wa Bongo watakuwa unazipata hapa sasa hivi. Tupo na show ya Harmonize maeneo asongea kule akiwa anakiwasha kinomanoma, watu wanazidi kufurahia jukwani kama ambavyo unaviona e, bwana Kistali chake ni kile kile, kuna ile style yake ya kucheza kama anatingisha mguu alafu anaanguka bwana e, style yake pendwa ile anaipenda sana ile style e, huyu msanii Harmonize na hawezi kuiacha sababu watu e, wanaipenda a, sana hii style yao. Sasa hapa nimekuwekea show yake maeneo ya Songea kule akiwa na kiwasha na kiwasha pia ki, kwenye kampeni hizi za CCM. Eh, bwana wacha ni kuache uweze kuangalia video hii ndio tajua kweli Konde Boy anakubalika sana mtaani. Mbea Media TV ndio inazidi kukupa habari hizi, kwa hiyo usikose kusubscribe, usikose like na pia usikose kushare ili uweze kupata habari zingine ambazo nitakuwa na kudondoshia hivi karibuni ama hivi punde tu e, za wasanii sana sana za wasanii wetu wa hapa Bongo yani, Bongo flavor ambapo ni Diamond Platnumz, Harmonize, Raivani, uh, Rich Mavoko, anajulikana kama vile Alikiba, yani wasanii wote tu kiufupi. Bwana azidi uh, kujionea video hii uh, ya Harmonize ndani ya Songea.